Solidarity forever. Bila shaka ukiusikia wimbo huu unafahamu na ashiria kitu gani, kwani umekuwa maarufu sana hasa kwa wafanyakazi hapa. Wimbo huu unaimbwa katika mkutano wa baraza kuu la wafanyakazi wa shirika la nyumba la taifa NHC, uliofanyika kwa siku mbili, kuanzia Februari 24 na 25 mwaka huu wa 2025 katika chuo cha uongozi cha Mwalimu Julius Nyerere, Kibaha, Pwani. Wajumbe hawa wamekutana kujadili mustakabali wa maendeleo ya shirika, ustawi wa wafanyakazi na mustakabali wa utoaji huduma bora kwa wananchi. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni msajili wa hazina Bwana Nehemia Kiando Mchechu, na hapa anafungua kikao hicho kwa kutoa msisitizo wa uwepo wa mageuzi katika taasisi za umma kuwa ni safari isiyoepukika. Ofisi ya msajili wa hazina tuko kwenye reforms zinazoendelea. Tuna reforms za ndani tunazofanya, kuna reforms za nje kwenye taasisi zenu. Uh, na tunasema ili tuweze kusimamia vizuri reforms za nje, lazima na sisi tuji reform ndani. Nasisi uh, structure zetu wakati mwingine zimetuchukua muda. Huwa natamani reform ikamilike in one one year. I think it has been a a little bit of a difficult kukamilisha one year. Pia kupeleka reforms agenda kwenye taasisi zote ni jambo ambalo pia sio jepesi, linachukua muda, uelewa wa watu na unakuwa tofauti na mwitikio unakuwa tofauti. Lakini ninashukuru sana na ninaamani kwamba kwa kiwango kikubwa reform zetu zimekuwa zinakwenda vizuri, ndani ya shirika zinakwenda vizuri. Tulishabadilisha miundo yetu ili ku adopt the new structures, zilizopo culture change inaendelea, trainings zinaendelea, recruitment na change ya leadership inaendelea, na hatimaye tumeshukuru kwamba sasa tumepata opportunity ya ofisi ya TRA cooperate under one roof, maana tukatuko sehemu mbili tofauti, na ndio maana tumeanza leo, timu ya kwanza wamehamia Morocco, na tunafikiri patatufaa, patatupa a new culture. Hatubadili tu ofisi, kitendo cha kubadili ofisi tunataka pia kitumike ku drive a culture change, kwa kuwa wote tuko pamoja, a a new lifestyle, a new thinking, a new kind of a collaboration na cooperation Uh, wakati tunaendelea hizo na nyinyi tunaombaeni sana, mwendelee na reforms, kwa sababu reforms is a journey, ni safari. Is not a destination, ni kitu ambacho kila siku kinapaswa kifanyike, kila siku kinapaswa kifanyike, na kisipofanyika kitaturudisha nyuma kidogo na ili hayo yote yaweze kufanyika na nyinyi mfanikiwe, mna vitu vichache ambavyo mtavihitaji. Cha kwanza, cha kwanza muhimu sana, na hiki nilitamani leo niondoke bila kukisema: kuwa na timu inayofanya kazi pamoja kwa upendo, bila majungu. Hakuna mtu ambaye ni fundi mzuri sasa hivi wa kujifunza anapaswa, fundi mzuri wa kujifunza zaidi ya National Housing, na kama hatujajifunza process tuliokuwa tumepita, then we are totally wrong. we will never learn. I used to say kwamba usiruhusu mtu anayetoboa boti wako. Waliokuwa wanaelewa wako wengine, vichwa vyao vilikuwa havielewi kabisa, au wako wengine walikuwa wanafanya practical ya kujaribu kutoboa, linakuaje na unamwona yule anatoboa alafu husemi. Anyone ambaye anarudisha nyuma taasisi hapaswi avumiliwe ndani ya shirika kwenye management level. Kama kuna changamoto mnaiona kwa bosi wenu, mnaita mnazungumza naye. Mmeshindwa mbinu zote, mnajiuliza ni nani anaweza kutusaidia kwenda kuzungumza na CEO. Sasa kuna vitu vili tofauti. Kuna kitu kumwambia Mchechu, tunaomba bwana, tuna changamoto moja, mbili, tatu kwa CEO, hebu tusaidie, tunafikiri hatusongi kwa spidi. That is a different thing, kwa sababu si huyu uliyemwambia unataka aje ammente CEO ili afanye kazi vizuri na kuna yule anayekwenda kule kupiga moto akifikiri kwamba yeye akitoka Hamadi ataingia yeye. Amaisha hayako hivyo. Naye mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa NHC Hamadi Abdallah ambaye pia ndiye mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wafanyakazi wa shirika hili amempongeza msajili wa hazina kwa misingi mizuri iliyowekwa wakati analiongoza shirika hilo na kubainisha kuwa thamani ya sasa ya shirika hilo ni trilioni tano 4 kwa mwaka wa 2024 na kwamba shirika limeweza kupata faida na kuweza kulipa kodi za serikali ambazo ni wastani wa bilioni 30 kwa mwaka. Solidarity. Koewe. Shirika la nyumba la taifa kushukuru sana msajili wa hazina, ndugu yetu, mwanafamilia wa National Housing, kwako wewe Uh, kuwa pamoja na sisi. Nadhani mnakumbuka reforms za National Housing ambayo tunaiona leo zilianza mwaka elfu mbili na kumi, na hizi reforms kinara wake alikuwa ndugu Nehemia Mchechu, tu tumpigie makofi <clears throat> inawezekana wengine hawakuwapo lakini si vibaya kuyazungumza bayana. Mimi bahati nzuri nilijoin kama mkurugenzi wa property management, yeye alinitangulia, aliingia nadhani kama sijasahau, mwezi wa nne, mimi nikaja mwezi wa kumi mwishoni. Lakini wakati huo shirika ilikuwa ikifika tarehe kumi, hakuna kinacholipwa zaidi, tunaanza kukusanya mishahara kwa ajili ya kuwalipa wafanyakazi. Ndio hali ambayo ilikuwa hapo wakati huo, lakini kwa reforms ambazo zilifanyika leo hii tunaliona shirika lilipofika. Kwa hiyo ni, ku, ni kushukuru, walau sasa unakuja tena. Najua katika kikao hiki utashare experience yako, yapo vile, vile. Mi nimeamua tu kuwaonyesha tulikotoka, lakini kama kuna reforms kubwa ambazo zilifanyika katika Shirika la Nyumba la Taifa katika historia aliyezifanya ni Nehemia Mchechu. Aidha, ametumia fursa hiyo kueleza kwa kina miradi mbalimbali inayotekelezwa na NHC. Mwezi Novemba 2022, wewe ukiwa ni DG wa National Housing wakati huo ulihakikisha sasa tunakuwa na sera mpya na nzuri zaidi ambayo itaongeza tija kwa shirika la nyumba la taifa na wakati unanikabidhi ofisi, kazi moja wapo kubwa ulioniachia sasa ilikuwa ni kuweza kusimamia hiyo sera. Napenda kufahamisha kuwa ile miradi ya awali inakwenda vizuri sana, na kuanzia tarehe mosi ya mwezi ujao wapangaji wa kwanza wataanza kukabidhiwa majengo hayo ya ubia ambayo tumekuwa tunafanya. Tumeondokana na lile tatizo la miradi ya ubia kukaa miaka ishirini bila kukamilika. Sera ambayo uliiasisi wewe leo hii inatupeleka miradi ya, ya ubia kukamilika ndani ya miaka miwili na miradi mikubwa zaidi kukamilika ndani ya miaka mitatu. Kwao ni kushukuru sana na ni kitu ambacho kinaanza kutuongezea sasa kipato, lakini vile vile tumeweza kuhendwa kwa karibu sana uh, ishu za wapangaji ambao wanapisha hii miradi ya ubia. Miezi miwili iliyopita bodi iliridhia uh, ubia wa miradi sitini na moja katika maeneo mbalimbali Tanzania. Tunaendelea kuhendo ishu za wapangaji kwa umakini ili kuhakikisha kuwa hakuna vurugu zozote, lakini vile vile miradi hii haiathiri mapato ya shirika. Mathalani tumefanya miradi hiyo sasa hivi iko kumi na tisa imeondoka kwenye bili lakini income ya shirika bado imeendelea kuwa stable. Likewise, tutafanya hivyo kwenye hii miradi ambayo inakuja awamu ya pili. Kufuatia mkutano huo, historia imeandikwa na baraza hilo kwa kujadili mambo kadha wa kadha, ikiwemo uwasilishaji wa taarifa za mikoa, mizania na bajeti ya shirika kwa mwaka wa 25 26. Hoja na changamoto za mikoa, mawasiliano kutoka Tume ya Maadili ya Umma yaani PDPC, pamoja na maazimio ya baraza. Sasa hivi ukipita Tanzania maeneo mbalimbali tunafanya miradi na umekuwa ukituhimiza wakati mwingine tufanye miradi ambayo itatupa quick wins, maendeleo ya haraka. Leo hii ukienda baadhi ya mikoa tayari kuna miradi. Ukienda Morogoro tuna mradi ambao tumeanza kuufanya nadhani takriban miezi mitano, jengo la ghorofa nne la biashara kubwa, na huenda tukalikamilisha ndani ya miezi miwili ijayo. Lakini the good thing kuwa lile jengo tayari, sehemu za residential zote tumeshauza, mnunuzi ameshatulipa 50%, lakini maeneo yote ya biashara tumeshayapangisha wasoko kuwa zuri, tunaenda kujenga jengo jingine kubwa zaidi Morogoro, tunaita Uruguru Plaza. Lakini ukienda Mtwara, tunaenda kujenga sasa magara ya kisasa. Sitaki kutoa siri za biashara, lakini kodi ya magara kwa mkoa wa Mtwara, hasa Mtwara mjini, kiwango cha kodi ni kizuri zaidi kuliko magara yangekuwa Dar es Salaam. Sitaki kuzungumza hapa, najua na vyombo vya habari kuwaonyesha utamu wa hiyo investment. lakini baadaye nitakunong'oneza na nitakwambia payback period yake ni ya muda gani you will be shocked. Kwa tunaenda kuwekeza Mtwara uh, katika kipindi cha hii miezi miwili ujenzi mkubwa utafanyika na mapato ya Mtwara yataongezeka kwa asilimia 100 kwa hiyo investment ambayo tutaenda kufanya. Na bahati nzuri jana nilikuwa naongea na meneja na wa Mtwara ameshapata, uh, wapangaji kabla hatujajenga hizo facilities. Lakini vile vile uh, tuna miradi kama Samia Housing Scheme ambayo sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho kabisa. Sasa hivi tunasubiria tu milango ambayo ni external doors ambazo uh, zikishafika tu zinatengenezwa nje ya nchi, zikishafika tunafunga na kuanza kukabidhi ule mradi kwa wanunuzi. Wewe ni mkazi wa maeneo ya Mbezi, ukiwa unapita kutoka Mbezi kuja mjini nadhani umeanza kuona picha tofauti kabisa ya eneo la Samia Housing Scheme. Lakini Samia Housing Scheme aliyeweka mbegu ni wewe mwenyewe. Ni mradi wa nyumba 1500. Tumeanza na almost 10% of that, lakini vile vile uh, tuko kwenye hatua sasa za kuanza phase 2 ya Samia Housing Scheme, Dar es Salaam eneo la Kawe nyumba mia tano, eneo la Kijichi nyumba mia nne, lakini Dodoma tuna mradi mwingine ambao unaanza wa Samia Housing Scheme. Lakini vile vile Arusha tunaenda kufanya mradi wa Meru Commercial na tayari site clearance imeshafanyika. Singida tuna mradi mwingine si mkubwa sana mdogo, lakini kuna mradi Kashozi ambao huko Bukoba tuna mradi ambao tunamalizia sasa hivi. Uh, Kahama tuna mradi tunafanya Mtanda. Utakumbuka ni mradi ambao ulikuwa kwenye mipango yako muda mrefu, lakini mpaka unapoteuliwa kuwa msajili wa hazina mradi ulikuwa hujaanza. Sisi wengine tunatembea umo umo kwao, Mtanda nayo, uh, inaenda vizuri sana, tuko asilimia hamsini site lakini tulikuwa na mradi wa muda mrefu ambao tulikuwa kwenye plani, Masasi. Masasi ni katika miji ambayo inakuwa uh, kwa kasi sana, kwa hiyo nayo inaendelea, nayo iko almost asilimia 50. Ukienda Tanga, Mkwakwani ni mradi ambao tunaanza kwenye financial hii ijayo, ni mradi wa commercial, it's a mixed use actually. Kuna commercial, kuna office pamoja na residential. Ni mradi mwingine ambao utaboresha mandhari ya mji wa Tanga tunajua Tanga kuna some opportunities ambazo zinakuja. Sisi hatutaki kukaa nyuma tuweze kuwashangaa wenzetu tu ambavyo wanafanya hizo shughuli. Iringa tunaenda kwenye mradi ambao nao ulikuwa kwenye mpango muda mrefu sana wa Iringa complex, mradi mkubwa sana ambao nao mwaka ujao wa fedha tunafanya. Uh, Tabora nakumbuka kuna eneo ambalo tulinyang'anywa muda mrefu sana kama shirika na ulianza kufight ukiwa DG hatimaye tulirejesha lile eneo, na sasa hivi tunaenda kujenga mradi wa commercial pale na tayari tumeshafanya site clearance uh, any time tunaanza ujenzi wa Tabora. Hiyo ni baadhi tu ya miradi, ningeweza kuwa na muda mrefu ningekueleza maeneo mbalimbali ambayo tunategemea kufanya miradi, lakini hatujasahau kuna miradi ambayo tulikuwa tumeianzisha kabla ya elfu mbili na kumi na saba. Nisingependa nizungumze historia yake GPR 300, uh, 711 711. Sasa hivi sasa hivi tuna cast flow ya mwisho, lakini finishing inaendelea kwa kasi. Ni eneo ambalo ukiwa Dar es Salaam kila siku unapita unaangalia, lakini mauzo nayo yanaenda kwa kasi. Morocco Square tumekamilisha, na habari njema umekuwa muumini wa products za National Housing katika wanunuzi wa Morocco Square, mojawapo ni ofisi ya msajili wa hazina ambayo, kwa taarifa nilizozipata leo, kuna baadhi ya wafanyakazi wa msajili wa hazina ambao tayari wameanza kufanya kazi kutokea Morocco Square. Kwao tupige makofi jamani. Hakika NHC itaendelea kuwa kinara katika sekta ya makazi nchini. NHC inaboresha maisha.